Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanaonekana wanyenyekevu wa kimya, hawajionyeshi, lakini mwisho wa siku wao ndio wanaoshinda? Kisaikolojia, mtu anayejifanya mdogo si dhaifu, mara nyingi ndiye mwenye nguvu zaidi. Leo nitakufundisha sheria hatari lakini yenye nguvu sana ya akili ya binadamu inayotumiwa na viongozi, wanasiasa, wafanyabiashara wakubwa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 lakini muhimu ujue, hii si sheria ya kuwafanya watu wa kudharau. Hii ni sheria ya kuwalaza kisaikolojia, kwa sababu mtu mwenye nguvu ana ego, ana hofu ya kupoteza nafasi, anaogopa kuonekana mjinga, anaogopa mtu anayemkaribia kwa ushindani wa moja kwa moja. Na hapa ndipo akili ya binadamu inapofanya kazi kwa njia ya ajabu. Maana halisi ya Law 21 Law 21 haisemi uwe dhaifu kweli, uwe mjinga, ukubali kudharauliwa. Inasema usionyeshe uwezo wako wote mapema, usiwashinde watu wenye nguvu hadharani, usiwafanye wajihisi uko juu yao. Kisaikolojia, mtu ukimfanya ajihisi yuko juu yako atakupa nafasi ya kukukaribia, na akishakupa nafasi unapata taarifa, unapata uaminifu, unapata fursa unapata udhibiti wa kimya kimya. Akili ya mtu mwenye nguvu. Ili uelewe vizuri sheria hii, lazima uelewe akili ya mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu anataka kudhibiti, anataka kuonekana ndiye bora, anataka sifa, hataki kupingwa hadharani. Ukimjia moja kwa moja, ukamwonyesha unajua zaidi, ukarekebisha makosa yake mbele ya watu, ukajionyesha una akili kali kuliko yeye Akili yake inakuona kama tishio, na tishio linaondolewa, linazuiliwa, linaharibiwa kimya kimya. Mfano wa maisha halisi kazini. Fikiria hii: unafanya kazi ofisini, bosi wako ana uzoefu mrefu, ana ego, anapenda kuonekana ndiye kila kitu. Wewe una akili, una mawazo mapya, una uwezo mkubwa. Njia mbaya unaanza kutoa mawazo bora kuliko yake, kila kikao, kusahihisha makosa yake hadharani, kuonekana unajua kila kitu. Matokeo yake anakuchukia, anakukandamiza, anakunyima fursa, anakuzuia kupanda cheo. Njia ya Law 21. Badala yake unamuuliza maswali ya kujifunza, unamruhusu yeye aonekana ndiye aliyekupa idea unamsifia mbele ya watu, unajionyesha bado unajifunza. Kisaikolojia ego yake inaridhika, anakupumzishia macho, anakupa nafasi, anakukabidhi majukumu makubwa. Mwisho wa siku, wewe unakuwa na ushawishi, yeye anadhani anakudhibiti, lakini wewe ndiye unaelewa mchezo. Sababu kuu tatu za kisaikolojia: Namba moja, Ego hutawala maamuzi ya binadamu. Binadamu wengi hawafanyi maamuzi kwa akili, hufanya kwa ego. Ukilisha ego ya mtu, anakupenda, anakutetea, anakupa nafasi. Namba mbili, hofu ya kupoteza nafasi. Mtu mwenye nguvu ana hofu ya kushushiwa, ya kuonekana hafai. Ukionekana mdogo, hiyo hofu inapungua, anakupuuzia kidogo anakufungulia mlango. Namba tatu, akili hupuuza anayeonekana chini. Kisaikolojia, hatari huonekana juu, aliye chini huonekana salama. Hapo ndipo unajenga nguvu yako bila kelele. Hatari tano za kutotumia Law 21 vizuri kisaikolojia. Namba moja, kupoteza heshima yako kabisa. Ukijionyesha mdogo pita kiasi, watu hawataona tena thamani yako mawazo yako hawatasikilizwa, unaweza kuchukuliwa kama mtu wa kudharaulika. Kisaikolojia, akili ya binadamu huweka watu kwenye ngazi ya thamani. Ukijishusha sana, ni vigumu kupandishwa tena. Namba mbili, kuonekana huna uwezo au huna msimamo. Kujifanya dhaifu bila mipaka kunawafanya watu wafikiri huna uwezo. Wanaacha kukuamini, wanakuona huna mwelekeo hii ni hatari kwa kazi, biashara, nafasi za uongozi. Namba tatu, kutumiwa au kunyonyoa watu. Wengine hawajali ego tu, wanapenda kutumia walio chini. Ukionekana hujui, huna nguvu, huwezi kujitetea, wanaweza kukutumia au kukukalia au kunyang'anyia fursa. Namba nne, kupuuzua kabisa katika maamuzi muhimu Ukicheza nafasi ya mtu mdogo kwa muda mrefu sana, unafutwa kwenye maamuzi, hawitwi kwenye vikao muhimu, haupati taarifa nyeti. Kisaikolojia akili huondoa umuhimu wa mtu anayeonekana si muhimu. Namba tano, kukwama bila kukua. Law 21 ni ya muda, si ya maisha yote. Ukisahau kuonyesha uwezo wako kwa wakati sahihi, kuchukua hatua, unaweza kubaki sehemu moja kukosa kupanda, kupitwa na wengine. Kujionyesha mdogo ni mstrategia, si utambulisho wako wa kudumu. Tumia kwa busara, kwa muda sahihi na kwa watu sahihi. Faida za kisaikolojia ya kucheza nafasi ya mtu mdogo: namba moja, unapunguza upinzani wa watu wenye nguvu. Kisaikolojia, mtu mwenye mamlaka huwa na ulinzi wa akili kila wakati panapohisi unashindana naye unataka kumzidi, unajionyesha una nguvu kuliko yeye, akili yake inaingia kwenye modi ya kujilinda. Lakini unapocheza nafasi ya mtu mdogo, hakuhisi tishio, hakujengee uadui, anakupa nafasi ya kukukaribia. Hii inakupa fursa ya kupeneza bila kupigana. Namba mbili, unalisha ego ya aliye juu yako. Ego ni injini ya maamuzi ya binadamu. Watu wengi hawataki ukweli wanataka kujiona bora. Unapojionyesha kama umejifunza, unahitaji msaada, unathamini mawazo yao, ego yao inaridhika. Wanakupenda, wanakuona kama mtu wao. Na mtu anayekupenda kisaikolojia, anakutetea, anakupa fursa, anakushirikisha kwenye maamuzi, na hapo unakuwa kuliko wote. Namba tatu, unapewa taarifa bila kuzuia. Mtu anayehisi uko chini yake hujisemi kwa tahadhari, hufungua mipango yake, husema mawazo yake halisi. Kisaikolojia, akili huondoa ulinzi mbele ya anayeonekana mdogo. Hii inakupa maarifa ya ndani, uelewa wa udhaifu wao, maarifa ya wakati sahihi wa kuchukua hatua. Namba nne, unajenga nguvu kimya kimya. Nguvu kubwa hujengwa bila kelele. Unapojionyesha mdogo Hauweki macho, hauweki kwenye orodha ya tishio, hauwekwi kwenye mapambano ya moja kwa moja. Wakati wengine wanapigana hadharani, wewe unajenga ushawishi nyuma ya pazia. Namba tano, unapewa nafasi zaidi ya kujifunza na kukua. Mtu mwenye nguvu huwafundisha anaowaona wako chini yake. Huwapa fursa anaowaamini. Ukionekana unajua kila kitu, hakufundishi. Ukionekana bado unajifunza anakufundisha, anakukuza, anakukabidhi majukumu makubwa, na hako unakuwa kuliko wote. Namba sita, unapata uaminifu wa haraka. Watu huwa hawawaamini wenye kujiinua, wenye kuonekana tishio, lakini humwamini mtu mtulivu, mtu asiyejitangaza, mtu, mtu anayeonekana hana haraka ya kupanda. Uaminifu huu unakupa nafasi ya ndani, unakupa taarifa, unakupa nguvu isiyoonekana. Namba saba, unapunguza hatari ya kushambuliwa au kuzuiwa. Watu wengi wanaanguka, sio kwa sababu hawana uwezo, bali ni kwa sababu walionekana sana mapema. Unapojionyesha mdogo, hauibui wivu, hauamshi hofu, hauzuiwi mapema. Unasogea mbali kabla hawajagundua. Kuonekana mdogo sio kushindwa, ni mstrategia wa kucheza muda mrefu. Ni njia ya kuishi kukua na kushinda bila vita vya moja kwa moja. Ujumbe mkuu: nguvu ya kweli haisemi sana. Wakati mwingine kujinyenyekeza ni silaha, kimya ni mstrategia, kuonekana dhaifu ni njia ya kushinda. Kama umefika hapa sasa unaelewa kwa nini watu wa kimya huenda mbali? Kwa nini watu wanaojionyesha sana huanguka haraka? Na kwa nini akili ni silaha kubwa kuliko nguvu? Usisahau kulike video, kusubscribe na kucomment. Kwa sababu kwenye mchezo wa maisha, anayejua kucheza nafasi ndiye anayeshinda mwisho. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.